Wakulima wametakiwa kuendelea kufuata maelekezo na taratibu zinazotolewa katika kilimo bora na cha kisasa utakapofika msimu ujao wa kilimo ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa yanayoendelea kujitokeza. Akizungumza na Mjasilia TV ofisini kwake, afisa kilimo wakati ya Bulyanhulu wilayani Kahama mkoani Shinyanga, Frank Kigobo amesema ni vyema wakulima wakatumia kilimo cha umwagiliaji kama mbinu mbadala katika kilimo. Naomba kuchukua nafasi hii kuwashauri washauri wakulima wahakikishe kwamba wanatumia kanuni bora za kilimo kama ambavyo wataalamu wa kilimo ninavyowaelekeza. Kwa mwaka huu kuna upungufu wa mvua ambayo pia imepelekea bidhaa nyingi zitaanza kupanda hivi punde, waweze kutumia kilimo cha umwagiliaji. Ameongeza kwa kusema wakulima wajitokeze kuandikishwa kwa zoezi la mbolea ya ruzuku. Wakulima wale ambao bado hawajaandikishwa kwa zoezi la mbolea za ruzuku wafike kwenye ofisi za watendaji wa vijiji wakajiandikishe, pale baadaye wataingizwa kwenye mfumo kwa ajili ya kupatiwa mbolea za ruzuku ambazo zinatolewa na serikali ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Wakizungumza kwenye kati tofauti, wafanyabiashara wa mazao ya mahindi, karanga na mchele wamesema bei ya mazao hayo imepanda tofauti na matarajio ya msimu wa mavuno. kana kama Paulo Mustafa ni mfanyabiashara muuza mahindi. Ina maana bei iliyopita katika mavuno yaliyopita tulikuwa na bei ya shilingi elfu kumi na saba debe, ila kwa sasa hivi mavuno yaliyopo debe tunauza shilingi elfu kumi na nne. Kwa hiyo tunatarajia mahindi yanaweza yakashuka au kupanda kulingana na hali ya hewa iliyopo, haieleweki. Kulingana na bei ya karanga hivi sasa, kulingana na hii hali ya mabadiliko ya wiki mbili, karanga zimepanda. Hapo nyuma karanga tulikuwa tunanunua kilo 2500, hivi sasa tunauza 2000, 3800 mpaka 4000 Bei tulikuwa tunauzia zamani tunauza elfu mbili mia mbili mpaka na mia nne mpaka na mia tano ila no. Kwa bei sasa hivi tunauza kutokana na vitu vilivyopanda bei. Bei ya maharagwe iliyopo sasa hivi ni elfu mbili mia sita. Naye Leticia Bahati ni mjasiriamali wa biashara ya mchele, ameeleza changamoto zilizopo kwa sasa katika biashara hiyo. Mchele kwa sasa unatu, unatupa changamoto ya jinsi ya kununua na jinsi ya kuuza. Unaweza ukakuta mchele ambao umekatika unauzwa kwa bei kwa bei kubwa, lakini mteja ukimwonyesha anakataa kwa bei uliouuza ili wewe upate faida. Changamoto iliyojitokeza ya kupanda mchele kwa ghafla tu. Mjasilia TV imezungumza na Salome Elias, mwanamke anayejishughulisha na biashara ya mamalishe. Changamoto ninayoipitia kupitia biashara yangu hii, mimi ni mama ntilie, ni mchele umepanda sana, unatupa changamoto sana kwenye kupima wali, inabidi tubadilishe bei ya kupima wali. Na changamoto nyingine ni mafuta yanatupa changamoto kubwa sana kwa sisi wafanyabiashara. Kwa mujibu wa wafanyabiashara kutoka kata ya Bulyanhulu, halmashauri ya wilaya ya Msalala wilayani Kahama mkoani Shinyanga, bei ya gunia la mpunga imepanda kutoka shilingi elfu sitini hadi sabini mpaka shilingi laki moja na elfu ishirini Bei ya maharage imepanda kutoka shilingi laki mbili kwa gunia mpaka shilingi laki mbili na nusu kwa gunia Karanga zimepanda kutoka shilingi laki tatu na elfu sitini kwa gunia mpaka shilingi laki nne kwa gunia, huku mahindi yakishuka kutoka shilingi elfu tisini kwa gunia mpaka shilingi elfu themanini na nne kwa gunia. Mimi ni Pili Mkono, hii ni Mjasilia TV.